Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Karibuni tena sana. Leo naenda kuwaonyesha tukipika lunch ya watoto na Baba Jimmy. Baba Jimmy alikuwa anatoka anaenda mahali na iko ndio, unajua fried rice unaweza pika style mingi sana. Sasa leo kuja muone ingine inapika. Acha tuwaonyeshe kila kitu. Tumai mtafurahia video, kumbuka kusubscribe, kushare, kulike. Asanteni sana guys. Sasa acha niwaonyeshe mchele yenyewe nilikuwa nimeweka ndani ya fridge. Unajua ukipika mchele mchele mchele inafaa uweke ndani ya friji. Alafu mchele akisha mimi nikipika mchele sipendi kuweka maji mingi. Naweka alafu na seti pika haraka, alafu nitaweka chini sasa, ianze kukauka pole pole. Jio mchele inafaa ikuwe moja. Sasa hapo niliwaonyesha nini, cabbage. Cabbage ama cabbage. Nikawaonyesha hiyo kidogo, jio nayo inafaa nikate nayo. Alafu nimeenda kuleta vitu. Nawaonyesha tu process. Nimeitoa, nimeiosha. Nimetengeneza hiyo cabbage vizuri. Alafu sasa tuta katakata -kata vizuri alafu muone venye tunapika chakula yetu moja kwa moja. Siku hizi ni maamuzi ni waonyeshe video vizuri kwa sababu unajua inafaa muone vizuri venye wanafanya. Unajua kuteka kamera mbali nayo sio mzuri. Inafaa muone vizuri kabisa, ndio siku nyingine mfanye nini, mtu hata akifuata recipe at least ameona hiyo chakula venye inaka, ni simple. Unajua mtu anaweza ona hivyo aoche hivyo ana eh na huyu Mama Jimmy anapika chakula gani? Lakini hiyo chakula inakuanga tamu sana. Time unaonja jaribu yako mwenyewe utajionea tu. Sasa ndio kitunguu, mimi ndio nimeamua nikate kitunguu nilete hiyo eh, kisu ni sharp kwa mbe, kuna moja ilinikata. Unajua baba Jimmy anapenda kisu zisizokuwa zimedaldala, anapenda kuwa amenoa zikiwa sharp. Sasa kisu zake zinakuwanga sharp sana, ilinikata siku moja, sikufurahia si <laughs> lakini anyway, ndio ile. Kama sasa unaona nakata na uoga nakata na uoga nikiokopa maita nikata, lakini iko sawa tukatekate haraka, tukishamaliza alafu sasa turudi kwa cabbage huku hivi. cabbage ni cabbage, cabbage. Garbage, kuna garbage na kuna cabbage garbage, garbage. Sasa hii ni ya kupiga garbage, ile ni ya kuweka uchafu. Hii pronunciation ni ngumu, lakini i hope mnaelewa, bora ina sound same. Sasa ndio cabbage, tutakata kiasi alafu tutapika nayo sijui Taona tu video moja kwa moja. Leo hata sijaweka request speed. Nimeweka tu iende pole pole. Ndio muache mkifurahia tu pole pole pole pole. Sijaweka speed. Hii video hata si muda mrefu. Hope watu mtaoji. Watu mmoja man support. Na nataka nifike 100 subscriber. Tutafika lini? Nataka nifike 100 subscriber ndio nakata tu kijeshi. Kata kijeshi hivyo tu. Rakaraka tu, rakaraka tu. Lakini nakata nikikuwa careful na hiyo. Hiyo nini hiyo? Kisu sitaki nikate, we kinikata wewe we, sitaki hiyo. Nataka nikate tu pole pole, mos mos tu pole hadi isha. Ndio hiyo sasa, nafikiri ni almost done, kate isha, alafu tuone sasa. Mukuja muone sasa, tukipika itakuwa imefika wapi. Ndio hiyo mimi, nimemaliza kabeji yangu, imesha katwa, kitunguu imekatwa. Sasa yenye mabaki, nikaamua nitoe hiyo uchafu kidogo. Usishangae kwa vidole yangu, kwa nini imeparara. Mimi na sabuni sijui tukoje, iko na nini kadogo kakupaka mikono. Unajua hapo katikati waka kana parara juu sababu mikono yangu na sabuni haielewani, kwanza na omo sasa zingine inaweza pasuka, hasa hiyo ni carrot guys, hiyo carrot ni safi, msishangae. ujaosha ujakata ujatoa nini carrot ndio great, mtaona tuvenye tutakuwa tunapika chakula yetu, mkifurahia. napenda mbichi, mkiona tu polepole. channel ya mama Jimini kama itakuwa tu ya kupika kula, unapata unapata time mwingine unaona kama, kama hii carrot moja ama mbili takula, alafu nichape maji mingi. Hata nikiwa kwa jikoni napika most, utapata tu maji kapo kando pika na kunywa maji na pika na kunywa maji. Sasa hapo tumbo inajaa kabisa, na na unajizuia hata, juu mimi hata spendi si ati nitakula mingi, ama itafanya nikule, ama italeta appetite. Ni ile tu unaweza jipata umeanza kuonja, alafu unajua ukipata ile time ya kuonja onja chakula unaweza onja sana pia. Sasa unachunga sana usi usionje pia sasa, huwa anajaribu sana hiyo na chunga sana hiyo sana sasa nikimaliza. so guys, ndio hiyo cabbage, ndio hiyo nini. sasa nimeleta mayai. ni mimi kutoa toa mayai hapa. niwaambie jikoni yangu space ni kidogo lakini mnaona iko sawa. kuna arrange tu mpaka vitu ifiti vizuri ndani. unajua tuko na watoto pia sasa. sasa unajua sisi si wawili tuko wanne. lakini ni baraka kutoka kwa Mungu inafaa tufurahie, lakini yuko sawa kabisa y anyway. si tuendelee kupika. Tawaletea pan, tawaonyesha pan kila kitu. Nafani mix hiyo mayai kwanza. Nimeleta whisk, taweka chumvi kiasi ndani kwanza, alafu alafu tu mix mix, alafu tuwaonyeshe vile tunaendelea kupika. Tupike na nyinyi kwa jikoni ya mama Jimmy, mshuhudie tukipika pole pole. Sisi, tunapika unajua lunch hiyo siku. Nilikuwa nimechelewa hiyo siku, naye nilikuwa na kazi unajua, hata mimi nakwanga na kazi

Ini, inuwe, ini, kazi yangu na nafurahia. Unajua time ingine, hata siboeki juu yeye naye ananiwekanga busy sana nafurahia. Vitu kidogo, kidogo. So guys, tukiendelea kupika, wacha niwapigie store. Sasa ndio hii nimeonyesha mchele. Hiyo mchele ndio nilikuwa kwa freezer, ndio hiyo. Unaona mchele venye iko moja moja vizuri. Naonyesha example, inafaa ikuwe hivyo. Sasa hapo nimeonyesha tu example. Tutaweka mafuta yetu kwa, kwa pan tutaweka mafuta hapo kwa pan. Tukishaweka mafuta, kitu ya pili, itakuwa onion. Hiyo onion ifai tuache ikae kama ya kupika, na unajua hiyo mchele tunaiunda ikae, si ati vitu ive sana taki kwa vitu kwa kama kachumbari kiasi, yani ile vitu yenye jaiva sana tumeweka. Sasa tutaweka kitunguu, kitu ya kwanza tutaangulia kitunguu. Tukishaweka kitunguu ndani, halafu ikauke vizuri kiasi, sikauke sana, yani ive tu kidogo ingie tu kwa mafuta vizuri, alafu tukimaliza tutaweka mosi. Huwa natangulia carrot, lakini hiyo siku nilitangulia cabbage, lakini yote ili make sense. Sasa zingine napenda kuweka hoho pepper. Sasa zingine napenda kukata hiyo ndogo ndogo mzuri, alafu naweka ndani, lakini hiyo siku sikukuwa nayo. Tutaweka hiyo sasa, next tutaweka cabbage ndani, weka. Okay, tuone ikiiva iva itu hivyo, kisha iva alafu ukipika pole pole. Hope hiyo mchele mnaona vizuri, tunaanza tu moja kwa moja tena. Hiyo unaona mchele vizuri kabisa, ikipikwa vizuri, kila kitu kiendelea vizuri. Sasa hapo kitungu yetu iliiva kwa muda mrefu sana, iliiva kwa muda mrefu kabisa. Baada ya hapo, tutarudi sasa kwa, tutarudi sasa kwa nini kuweka cabbage ndani, kitungu yetu ikishaiva kidogo, ansa hivyo isova. Unajificha kwa rumu ya watoto ndio record hiyo, ndio ina saundi mingi sana. Sasa tumeonyesha soy sauce, kumbuka soy sauce nayo inafaa iweke. Guys jaribu, jaribu hii mchele utapenda sana, utapenda. Ukiona mtu mwingine anaweza aone hivi aone ni vitu ya ushamba ama nini, lakini chakula wewe wewe wewe utakuja kunishukuru baadaye. Ndio hiyo nimeweka kakabeji ndani kidogo mafuta ishike. Unajua kabeji, unaona kabeji hii bora hivi tu unaona. Hiyo nini yake itoke tu kidogo alafu nitamwaga ndani kidogo. Ifaa hivi sana. Naona hivi tu yote ifai hivi sana. Unapika tu kiasi yani. Inafaa ukikula mchele inafanya hiyo vitu inafanya ndani kiasi. Sijui nani wameenda, unaweza enda mahali ulize fried rice. Unapata anga wameka hata zingine cabbage. Unapata hata wengine wameka nyanya mbichi, vitunguu mbichi, inaitwa nini kachumbari, una mix tu. Unaona venye iko. Mambo mbaya sana. Unaona venye inafanana sana. Wacha niwasongeshe karibu kamera sasa, ndio muone vizuri. Mmeona ndio hiyo sasa, simbo tu hivyo na mchele yako yenye ulipika, ukieka kwa freezer, alafu mix hivyo ah, we hata utaenda kwa pilau tena. Kitu enye nashindanga pilau ni kanyama, kanyama nako kanakwanga katamu, nyama naye inakwanga, mambo mbaya sana. Na kuanga mambo mbaya sana sana sana. Unajua hii, unajua mostly ndio mimi nilishika nikaonja, mshishangae, nachota nashika na mkono naonja chumvi ya kunama, nikaamua kuongeza. Acha niambie watu, unaona, simbo mchele hii, uko na kabeji yako ka carrot hiyo, hata si pesa mingi carrot. Unaenda ka carrot ka shilingi kumi kwa soko unanua, ka cabbage unaweza angukia ka 15, alafu una unaona, unapika hivi Ukona mayai yako kama anga, si lazima mayai. Kama huna mayai, usijilazimishe, usiweke ndani mayai, hiyo ni utamu tu hiyo. Mayai hata sijui, nafikiri tu kwa protein unaitaka, uweke ndani hiyo na cabbage hiyo. Ukitaka kitu ikuwe tamu, watoto wafurahie, pia unaweka hiyo pia. Wengine watasema hatuna soy sauce, kupata soy sauce. E, jaribu tu na cabbage na hiyo ni nini tamu na mchele yako. At least, kushinda mtoto apate mchele saa zingine, najua wengine wanapika plain lakini mchele yenyewe mimi nilipenda mchele plain. Kwanza mchele plain wa mkenge ya asubuhi baridi na chai, string. Unaweza kula, wacha nikuambie, unaweza kula vizuri sana. Wacha niwaambie story. Mimi nikiwa na mimba ya Jimmy na Cynthia mimi appetite ilikuwa imetoka kwa mchele, ilikuwa hata nikikula mchele hata was test, ana, ana hakuna hakuna, hakuna kitu yoyote naweza flavor yoyote inaweza kuja. Mimi na mchele tulikuwa maadui sana. Alafu hiyo ilifanya nikachukia pia supu na mchele pia ukis mix ndani. Na hiyo guys, hiyo ni mayai. Nimesahau kuambia hii mayai nimepika; inaitwa scrambled egg. So unapika mayai kwe kando moja moja, alafu na mix ndani. Baba Jimmy anapenda mayai ikiwe kubwa kubwa. Yeye hapendi ikiwe ndogo ndogo. Sasa, si kukata ikwe yani pisi ndogo sana. Yeye anapenda zikae hivyo kubwa kubwa, ndio akikula wao akichota anafurahia nyekundu ndio anataka alafu. Guys sasa tutaeka kamchele yetu ndani. Sasa kamchele yetu, acha tukalete tukamwage ndani tu mix vizuri. Ndio hiyo sasa, nimeenda nikakatengeneza kidogo, na jua siko kanyona hivyo tu, simple like that, haina maneno hivyo tu. Ndio chakula imeiva na una mix, alafu jaribu hiyo na ukule we. Alafu naitwa nini? Green peas ama inaitwanga nini? Naitwanga hizi manini za green hizi. Naitwanga nini? Pisa ama inaitwanga nini hizo? Zenye naona mostly watu wengine wanaweka. Hizo nazo unaweza boil na unakuja unazimwaga pia ndani. Unaweza taste tamu sana. Alafu ona venye imefanana, venye mchele inakaa poa, venye inakaa vizuri kabisa. Mchele inapendeza. Wacha tusongeshe karibu sufuria sasa ndio muone vizuri. Ona. Alafu unajua mchele yako hakikisha ni moja moja, ile time unasema unaweka kama ni moto, unaona kitu ikiwa moto, hiyo venye na kwa imeshikana hivyo, ukichukua kama ni moto, alafu upike naye mix itakaa tu ugali imeshikana shikana, lakini ukishika ni moja tu, ni mchele iko moja moja, cabbage ni moja, karoti iko kivyake hivyo, tu na chakula inakuwa tamu kisavu mzee yako umefurahia kwa meza akikula eh, nakwambia, siku Baba Jimmy alifurahia, alipenda hiyo chakula sana, kwambia alipenda, alijisikia sana. Waacha tu chaniwapeeko siri, alipenda hiyo mchele sana. Ndio hiyo sasa, mi naonja, nilipea, nililisha nani sindia.